Kyo nafanya mazungumzo hapa, lakini kama nilivyokujuza awali kwamba mgeni wangu atakuwa ni Lutfrid Nali ambaye yeye ni uh, afisa mtafiti lishe kutoka taasisi ya chakula na lishe, wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Tutazungumza naye hapa kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji. Unafahamu nini kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji? Nafikiri utapata uh, kufahamu hapa kutoka kwake uh, Lutfrid Nali. Nikualike, moja kwa moja, mimi ni Ramadhan Goda na nimkaribishe moja kwa moja mgeni wangu hapa, bwana apa. Karibu sana. Asante, karibu Mlimani TV. Asante sana. Ndio, ndio. Uh, labda kwa kuanza, tungejaribu kumjuza mtazamaji na mtanzania kwa ujumla kwamba katika wiki hii ya unyonyeshaji ni nini hasa tunakifanya. Ya tunachofanya hapa ni kwamba tumepata fursa kama dunia kuweza kukumbushana umuhimu wa unyonyeshaji kwa kutumia mbinu mbalimbali zikiwemo e, vyombo vya habari na shughuli nyingine ambazo zinaweza zikafanyika, ushauri na vitu kama hivyo, mawasiliano zaidi. hmm. Tunakumbushana kuhusu umuhimu wa unyonyeshaji katika swala zima hapa, kwa ujumbe wa mwaka huu nasema kwamba unyonyeshaji ni msingi muhimu kwa maendeleo endelevu. hmm. Naam, hiyo ni kauli mbiu hiyo ya wiki hii ya unyonyeshaji. Naam, na labda sasa tuje katika uh, swala zima la unyonyeshaji wenyewe. Uh, ni kitu gani hasa ambacho tunaona kwamba kinasababisha swala zima la unyonyeshaji kwa mtoto katika kipindi kile kilichopangwa kutofuatwa kuto, kuto, kuto. Ya, labda tuseme tu kwamba kwa takwimu zilizopo ni kwamba watoto wengi wananyonyeshwa kwa maana kwamba karibu asilimia thema asilimia tisini na nane ya hmm. uh, wanawake wananyonyesha watoto wao kwa hiyo hili ni jambo zuri, lakini tunapokuja kuangalia sasa wananyonyeshaji, hapo ndio tunakuta kuna tatizo. Kwa mfano kwenye kulinda afya ya mtoto na mama, tunahitaji kwamba mama aanze kunyonyesha ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Sasa unakuta hapo tunaanza kupata tatizo kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao ni wengi tu wanachelewa kuanza kunyonyesha ndani ya saa moja, na hiyo ina matatizo yake. Alafu nyingine tunasema kwamba mtoto anyonye maziwa ya mama tu kuanzia e, mwezi mo, mwe, toka anapozaliwa hadi anafikisha umri wa miezi sita. Yani asipewe maji, asipewe kitu kingine chochote isipokuwa dawa kwa ushauri wa daktari, lakini unakuta kwamba hili alifanyiki vizuri, kwa maana kwamba wanaoweza kufanya hivyo ni asilimia hamsini na tisa tu. Ina maana kwamba asilimia arobaini na moja hawawezi kutimiza hivyo huo utaratibu na hiyo yote inasababisha matatizo kwenye afya za watoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana tunakumbushana kwamba nini kifanyike ili kuweza kubadili hizo taratibu za ulishaji wa watoto ziwe nzuri zaidi. Naam, tukiwa tu bado tuko katika ile dhima ya kuweza kukumbushana, tungekumbusha sasa, ni madhara gani ambayo anaweza kuyapata mtoto endapo hata anyonyeshwa katika kile kipindi anachotakiwa? ya madhara ni mengi. Kwa kwa mfano, tunajua kwamba ku- anaponyonya yule mtoto anapata kinga mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali. Hasa tunazungumzia ugonjwa wa kualisha, ugonjwa wa pneumonia au tunasema kwa kwa Kiswahili ni kichomi hmm. Alafu tunazungumzia ugonjwa mbalimbali mbali ya, ya mfumo wa njia ya hewa unapata vile vile matatizo ya mzio kwa Kiswahili, lakini kwa lugha ya kikoloni wanaita ni allergy. Unaona mzio mbalimbali pamoja na mambo kama pumu mm. Unakuta kuna magonjwa mengi ambayo huyu mtoto anakingwa endapo atakuwa ananyonyeshwa kwa taratibu hizo nilizosema. Sasa asiponyonyeshwa hivyo, ina maana hayo magonjwa yanakuwepo, na yanapokuwepo vile vile unaweza ukakuta hata vifo vya watoto E, vinaweza vikaongezeka wale watoto ambao wapo chini ya mwezi mmoja na hata wale ambao wapo chini ya mwaka mmoja, unakuta vinaongezeka. Lakini tatizo ni dogo tu, ni unyonyeshaji mm. Kuna wale ambao wanakuwa wanajifungua lakini mwisho wa siku wanakuwa na matatizo katika katika katika katika nani ya unyonyeshaji, mama maziwa pengine hayatoki au labda kwa ushauri wa daktari ameboa simnyonyeshe mtoto kwa kipindi kile. Mtoto huyu sasa atakiwa ahudumiwe kwa namna gani? Ya, labda tuseme tu kwamba e, matatizo hayo yote kwa mfano, maziwa hayatoki. Tunajua kwamba hapo tatizo kubwa linawezekana likawa ni kwamba yule mtoto amechelewa kuanza kunyonyeshwa ndani ya saa moja, kwa maana kwamba ili mawe, maziwa yaweze kutoka ni lazima mtoto aanze kunyonya, na yule mtoto anaponyonya tu, taarifa inatoka kutoka kwenye titi inakwenda kwenye ubongo wa kwenye kichwa cha mama. Ubongo unajua kwamba, ala, kumbe kuna mtoto anataka kunyonya, kwa hiyo ubongo unachukua hatua ya kupeleka taarifa kwenye matiti anze kutengeneza maziwa. Sasa mama anapochelewa kuanza kumnyonyesha ndani ya saa moja, ina maana maziwa yatachelewa kutoka, na yakichelewa kutoka, ina maana sasa matatizo yanaanza kujitokeza mengi, kwa maana kwamba ile taratibu mbaya za ulishaji, kwa maana kwamba jamii inaweza ikaamua kwamba sasa tuanze kumpa vyakula ambavyo kwa utumbo wa yule mtoto katika umri huo unakuwa bado haujakizi hauna e, uwezo wa kutumia hivyo vyakula na matatizo yanaanzia pale. Lakini kama watakuwa wanaanza kunyonyesha kwa wakati na jinsi unavyonyonyesha mara kwa mara, ina maana kwamba ma, ma, ma, maziwa yataweza kutoka kwa wingi ya kumtosha ule mtoto hmm. uh, tukija sasa katika uh, suala zima la hii siku wiki uh, yenyewe ya unyonyeshaji ni sehemu gani sasa ambapo safari hii tunalenga zaidi katika katika katika ee, swala so zima la, la kutoa elimu kwa wakina mama na jamii kwa ujumla. Ya, labda tuseme tu kwenye kila mwaka huwa tunapata tuna ujumbe ambao au tunasema kauli mbiu ambayo inabeba wiki nzima ya unyonyeshaji tukilenga tuki vitu fulani fulani. Kwa hiyo kwa mwaka huu kauli mbiu inasema kwamba unyonyeshaji ni msingi kwa maendeleo endelevu ya milenia ya maendeleo endelevu mm. E, pale mwanzo tulikuwa na maendeleo ya ma, milenia yameshafika mwisho sasa hivi tuna tuna tuna, tuna, tuna, tuna maendeleo endelevu mm. ambayo kuna vipengele kama kumi, kama, kama kumi na saba hivi mm. lakini tuangalie tu vichache kwamba vina uhusiano gani sasa na, na unyonyeshaji mm -hmm. kwa mfano lengo mojawapo la maendeleo endelevu ya dunia ambayo yamepitishwa na Umoja wa Mataifa na nchi zote zimeridhia, nchi nyingi, ni swala so zima la kupambana na umaskini, kuwaondoa watu kwenye umaskini. Sasa ni kwa jinsi gani unyonyeshaji unaondoa umaskini? E, unapozungumzia unyonyeshaji ina maana kwamba yule mtoto anakingwa dhidi ya magonjwa kama nilivyoyasema, lakini si mtoto tu na mama vile vile anakingwa dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali. Kwa mfano, mama akianza kunyonyesha ndani ya saa moja inamaana kwamba e, ile damu anayopoteza baada ya kujifungua inakata ina mapema, kwa hiyo anapungu, anapungukiwa na anakingwa na tatizo la upungufu wa damu. Na yule mama ambaye ananyonyesha ina maana kwamba e, anakingwa na baadhi ya saratani, kwa mfano saratani ya matiti na via vya uzazi. sasa maana yake ni kwamba inajenga afya ya mama na mtoto. Na kama unazungumzia afya, ina maana kwamba gharama za matibabu kwa hii familia itakuwa zimepungua, na vile vile watapata muda wa kufanya kazi za, ku, za kuzalisha mali, kwa sababu mtoto akiumwa, mama akiwa anaumwa, ina maana familia itasimama kufanya kazi. Kwa hiyo hapo unazungumzia swala so zima la kupunguza umaskini. Hiyo ni mojawapo, lakini kwenye lengo lingine endelevu ni kwamba tunahitaji dunia iwe na uhakika wa chakula. Sasa, uhakika wa chakula maana yake nini? Kwa huyu mtoto ambaye yupo chini ya miezi sita, maziwa ya mama ni uhakika wa chakula mm. ni chakula ambacho ni bora na ni salama. Hakuna kingine ambacho ni bora zaidi ya maziwa ya mama, hata kama kuna shida mbalimbali mbali. kwa hiyo hiyo mm. inakuwa ni uhakika wa chakula na hata akianza miezi sita, anaanza kula chakula cha nyongeza, lakini bado unakuta maziwa ya mama yanachukua sehemu kubwa ya mlo wake ule mtoto. Kwa hiyo kwenye uhakika wa chakula hapa unaona kabisa kwamba kwa mtoto ukimtendea haki vizuri, basi maziwa ya mama ndio uhakika wa chakula kwake yeye. Tunakuja kuzungumzia e, lengo lingine linazungumzia kwamba usawa wa kijinsia. Sasa usawa wa kijinsia maana yake ni kwamba unapo tetea au kulinda unyonyeshaji, moja kwa moja unagusa swala zima la usawa wa kijinsia kwa maana kwamba, kwenye nchi zetu hizi, kwa mfano, tuna sheria ya kazi, ajira na mahusiano kazini, ambayo inatoa likizo ya uzazi kwa mama ambaye amejifungua, ili aweze kufanya mambo mengine, ikiwemo kumnyonyesha mtoto wake vizuri. Kwa hiyo, yule mama analindwa asifukuzwe kazi kwa sababu tu eti Mwenyezi Mungu amempa ile uwezo wa kuzaa, kwamba alindwe. Kwa hiyo unaleta usawa wa kijinsia, na kwa namna hiyo unakuta kwamba hilo e, lengo unaligusa kwa namna yoyote ile. Hata ukienda kwenye jamii nyingine, kwa mfano ambapo mama ameajiriwa katika sekta ambayo sio rasmi, kwa mfano ni mkulima, mm -hmm. Unapotetea uny unyonyeshaji na maana kwamba unawaambia watu wetu huko na njilinji na sehemu nyingine kwamba huyu mama akijifungua, ni vizuri jamii impunguzie kazi, asirudi kazini shambani wakati mtoto ana wiki moja. Mm. Unaona eh? Mm. Kwa hiyo pale unakuta ule usawa wa kijinsia kumpunguzia mama kazi na vitu kama hivyo, unalenga kwenye hilo eneo. Vile vile tunazungumzia kwenye lengo la lingine la milenia linazungumza la, la maendeleo endelevu eh? Nachanganya na zile za nyuma Mdewa. Kule inazungumzia swala la elimu sasa. Elimu, elimu bora utaipataje bila kunyonyesha? Mi nafikiri ni vigumu, kwa sababu tafiti zinaonyesha kabisa kwamba mtoto ambaye ananyonyeshwa maziwa ya mama anakuwa na uelewa mapema zaidi, kwa maana kwamba kwenye maziwa ya mama pekee kuna viini ambavyo vinaboresha Ubongo wa yule mtoto. Kwa hiyo huyu mtoto hata kwenye majaribio ya, ya uelewa wa vitu anaelewa zaidi, anakuwa na ufaulu mzuri zaidi shuleni kuliko yule ambaye hajanyonya kabisa maziwa ya mama. Kwa hiyo huwezi kupata eh, elimu bora bila kuwa na msingi wa kujenga ubongo wa mtoto kupitia maziwa ya mama. Labda ya mwisho tuseme tu ni, niangalie kwenye upande wa mazingira kwamba kuna lengo lingine la kuhakikisha kwa kwamba mazingira yanakuwa katika hali ambayo ni bora kupambana na